Kutokana na haya mambo ambayo yanaendelea ya, ya rais wa Marekani, Donald Trump, kuongeza ushuru katika bidhaa mbalimbali zinazoingia Marekani kutoka katika nchi mbalimbali, watu wengi sana wameanza kujiuliza kwamba au nchi zetu zikimbilia katika umoja wa BRICS. Na nikasema ngoja leo nije niuelezee umoja wa BRICS kwa undani zaidi, lakini pia hata uh, nitofautishe na umoja wa NATO, kutokana na watu wengi pia huo wanahisi umoja wa BRICS unafanya kazi kama umoja wa NATO. Mimi ni Rachel Robin. Na hii ni Robin Online TV. Usahau kusubscribe hapo chini ili uanze kupata video zangu kama hizi, na usahau kushare. Tuanze na umoja wa NATO. Ulianzishwa mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tisa baada ya vita kuu ya pili ya dunia kuisha, ikaingia vita baridi kati ya Warusi na Wamarekani. Wamarekani wakaona kuna haja ya kujihami na Warusi, lakini mimi peke yangu sitaweza, bali itabidi ni ungane, sababu kule Warusi walikuwa na umoja wa Soviet wenye nchi kumi na tano kwao wenyewe akaona, tuunganeni, ndio tutaweza kumdhibiti mrusi. Kwao Marekani aka uh, organize na nchi zikaanza kujiunga katika umoja wa NATO. Umoja ukaundwa mwaka 49 na nchi zikaanza kujiunga katika umoja wa NATO, ambao walikuwa wanaona kabisa sisi hatumtaki tu, mrusi tunamwogopa. Kwa hiyo akaanza kujiunga katika umoja wa NATO. Yani ilikuwa kwa enzi hizo kwamba wewe uendane na sera za mrusi, kuna pona yako wewe ni kuwa ndani ya umoja wa NATO. Umeona? Lakini ukiwa katika ule ukanda wa bahari ya Atlantic. Umu, kirefu cha umoja huu ni North Atlantic Organization Treaty. Umeona. Kuna wengine watauliza mbona Mturuki aliundwa? Na Mturuki, m, baadhi ya eneo lake liko katika bara la Asia. Mturuki aliundwa katika umoja wa NATO kwa sababu ardhi yake ilikuwa ni muhimu. Kwa kipindi kile, Uturuki ilikuwa imekaribiana nchi zilizoko katika umoja wa Soviet. Kwa hiyo kuwa Uturuki, ukikaa pale Uturuki, ilikuwa ni rahisi kulipua nchi zilizoko katika umoja wa Soviet. Umeona? Kwa hiyo ndio maana Uturuki ikaundwa japo baadhi ya uh, ardhi yake iko katika bara la Asia, lakini pia waki, uh, NATO wakikaa Uturuki wanakuwa na access bahari nyeusi, Black Sea. Kwa hiyo hicho ndio kitu kimojawapo pia kilichowapa Uturuki eh, uh, umuhimu wa kuundwa NATO, japo hawakukizi vigezo vyote kwa sababu baadhi ya eneo lao liko katika bara la Asia, lakini eneo lao ni muhimu sana, linawapa access ya bahari nyeusi, nchi za NATO lakini pia ilikuwa ni kwa urahisi nchi za NATO ndipo wataingia katika vita na Warusi ya moja kwa moja wakikaa Uturuki, na kwa rahisi kupambana na wa Soviet. Na kwa Waturuki kipindi hicho ilikuwa ni muhimu wao kukimbilia katika umoja wa NATO kwa sababu walikuwa wanaogopa Warusi wasije wakawapiga, kwa sababu Urusi na Uturuki na historia na ni maha wamepigana kwa muda mrefu sana, na vita nyingi Warusi walikuwa wanashinda. Kwa hiyo wakaona kabisa kwamba hapa sisi nguvu ya kumkabili Mrusi hatuna, ponapona yetu sisi ni kujiingiza katika umoja wa NATO. Japo uh, Uturuki ilipovunjika imara yao ilipovunjika, uongozi wa Uturuki ule wako ulisaidiwa sana na Soviet Umoja. Lakini Waturuki hawakutaka kuingia kwenye ukomunisti, wakaona hapa pona pona hitu tutakuwa endapo tutapona endapo tutakuwa katika umoja wa NATO. kwa hiyo huo ndio umoja wa NATO. Sasa hivi una nchi thelathini na mbili, kwa hiyo kwa kifupi huu ni umoja wa kijeshi kipindi kile ilikuwa ni kwa ajili ya kujihami na Wasoviet. Soviet ikavunjika mwaka tisini na moja. Sasa hivi imekuwa ni kwa ajili ya kujilinda wenyewe na wenyewe. Lakini sasa hivi Urusi imekuja kasi kijeshi, tena ni jeshi namba mbili, na maadui zake ni wale wa Ulaya. Kwa hiyo umoja wa NATO sasa hivi wanautumia kama kujihami na Mrusi. Sasa pekee yake kwa umoja mzima wa nchi 32 wanajihami na nchi moja ya Urusi, hata sasa hivi ilivyo umeona. Kwa hiyo huo ndio umoja wa NATO, na ndio maana sasa hivi Marekani Amini Donald Trump aoni faida ya Marekani kuwa katika umoja wa NATO kwa sababu anakuambia sisi hatuna haja ya kujihami na Rusia kwa sababu tuko naye mbali. Tuna bahari katikati inatukinga, hawezi kutuvamia. Unaona? Ndio maana Marekani Donald Trump huwa anakasirika, wao ndio wanatoa pesa nyingi katika umoja wa NATO. Kwa hiyo huo ndio umoja wa NATO, ni umoja wa kijeshi. Na ulipoanza si kwamba ulianza na jeshi hapo hapo haraka, hapana. Walianza kwanza kujiorganize sababu ile mwaka 50 wameundwa mwaka 49. Kufika mwaka 50 kutokea vita ya Korea. Katika vita ya Korea walikuwa bado hawana jeshi ile mwaka 50 . Kwa hiyo Marekani kwenda kuisaidia Korea Kusini ilipovamiwa na Korea ya Kaskazini ilibidi Marekani achukue wanajeshi wa, wa Umoja wa Mataifa. Alishindwa kuchukua wanajeshi wa NATO kwa sababu NATO ilikuwa bado haijaunda jeshi mwaka 50 . Kwa hiyo ilikuwa ni process pia ya kuunda jeshi. Umeona ni jinsi gani wanapata hela, kila nchi huwa wanatoa asilimia kadhaa ya pato lao la taifa. Kwa miaka michache ya nyuma, walikuwa kila nchi wanatoa asilimia mbili ya pato lao la taifa, wanaingiza katika umoja wa NATO. Sasa hivi Trump wanataka waongeze, nafikiri asilimia tatu nukta tano au asilimia tano kabisa, kitu ambacho kinawia vigumu zile nchi nyingine za Ulaya, kwa sababu hata ile asilimia mbili tu nyingine walikuwa wanashindwa kutoa, nchi nyingine. Kwa hiyo Marekani ndio walikuwa wanatoa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kama nilivyosema, umoja wa NATO ni umoja wa kijeshi. Sasa hivi wanajihami na Mrusi, zamani walikuwa wanajihami na Soviet. Uh, umoja wa BRICS umoja wa BRICS ni umoja wa kibiashara kwao, ni tofauti na umoja wa NATO, na hata uadui hawana, kwa sababu wana malengo tofauti. Ni umoja wa kibiashara, umoja ulioanzishwa mwaka elfu mbili na tisa juzi tu, ndio maana yani hata yani haujaundwa kwa ajili ya kupana na NATO. NATO ni umoja wa kijeshi, BRICS ni umoja wa kibiashara. hajafikiria bado hata ndani ya BRICS kuwe kuna jeshi la BRICS. Hawajafikiria hicho kitu na ni ngumu, na nitawaambieni ni kwa nini ni ngumu katika uh, jinsi kadri nitakapokuwa naendelea kuongea au katika video inayofuata. Nitawaambieni kwa nini ni ngumu kwa umoja wa BRICS kuwa na jeshi. Kwa hiyo huu ni umoja wa kibiashara ulioundwa mwaka ah, elfu mbili na tisa. Uliundwa na nchi kama Brazil, Russia, India na China. Zamani ilikuwa inaitwa BRIC hiyo mwaka elfu mbili na tisa ik, zi, haya herufi hizi na neno BRIC ilitokana na herufi za hizi nchi umeona, yaani BRIC ikimaanisha uh, ikimaanisha Brazil Russia India China. Ilipofika mwaka elfu mbili na kumi Afrika Kusini nao wakataka kujiunga, kwa hiyo wakaundwa elfu wa mbili na kumi, kwa hiyo ikaongezwa S, kwa hiyo sasa hivi inaitwa BRICS. Umeona kwamba wakimaanisha, ile S inamaanisha South Africa lakini sasa hivi kuna nchi nyingine nyingi zinataka kujiunga, na mwaka jana elfu mbili na ishirini na nne wameunga wameiunga Iran, wameiunga pia nchi ya Emirate, wameiunga pia Ethiopia, wameiunga na Egypt. kwa hiyo huo ndo umoja wa BRICS. Sasa kuna mengi ambao pengine mngepanda kufahamu juu ya umoja wa BRICS. Najua hapo nimezitaja nchi zilizoungwa mwaka jana katika moja wa BRICS. Wengine mtajiuliza kuhusiana na Saudi Arabia. Saudi Arabia haijajiunga japo ilikuwa naniye, na nia ya kujiunga, wamesita kidogo like, yani kama vile wame wameiweka mapumziko hilo swala. wanaangalia kwanza. Umeona eh? Mwaka jana walikuwa wanaangalia, nafikiri, kwa kuangalia nani ataingia Marekani kuwa rais. Pengine Marekani angeingia kama Harris, wengine wao wangeingia BRICS lakini pia pengine wanaangalia kwamba uh, kwanza upepo ndani ya BRICS. Kuna Iran adui yao, japo sasa hivi wamepatanishwa ko, nafikiri pengine wanataka kuangalia kwanza upepo na Iran. Sijui wamegoma kwa sababu gani, kwa sasa hivi wameweka pause. Kwa nini kwa sasa hivi? Lakini pia Saudi Arabia ilikuwa na nia, lakini kwa sasa imeweka pause. Moja ya vitu ambavyo najua watu wengi sana mgependa kufahamu ni pesa ya BRICS. BRICS currency. Pesa ya BRICS ni pesa ambayo watu wengi walikuwa wanaisubiri ili iwe mbadala wa dola na hata wao wenyewe wanachama wa BRICS, wanataka pesa ya BRICS iwe mbadala wa dola sasa. Wengi tuliona itoneshwa ile note ya BRICS, kwa hiyo wengi wana wanahisi kwamba tayari inatumika. Haitumiki bado, lakini pesa ipo, tumeshaonyeshwa lakini kutumika bado haijatumika, na kuna mambo mengi sana ambayo pengine wengine hawayafahamu na ningependa kuwajuza juu ya pesa ya BRICS, lakini pia ni kwa nini mpaka sasa hivi haijaingia katika mzunguko. Nia kuu ya kuunda pesa ya BRICS ilikuwa ni ili kuweza kuikacha dola. Umeona, ili kuikacha dola na kwa hiyo, ik, ik, watu wengi sasa wako wanategemea sasa kwa hiyo pesa ya BRICS itaingizwa, alafu dola itaachwa. Hili swala linakuwa gumu kutokana na kwamba ndani ya BRICS, kuna nchi ambazo zinakuwa zina tofauti, kama nilivyosema, huu ni umoja wa kibiashara. Hizi nchi zilizoko ndani humo, kila nchi ina maoni yake yeye ya kiuchumi, amini, lakini pia ya kijeshi, lakini pia ya kisiasa. Umeona, kwa hiyo zipo nchi nyingine ndani ya BRICS hazitaki kuiacha dola, mfano India. Umeona, India yeye bado ana support kuitumia dola. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo wanashindwa kukubaliana juu ya kuiacha dola na kuweza kusimama na pesa ya BRICS umeona kwa nini India ataki kuacha kabisa kutumia dola. Haya ni mambo ambayo nitakuja kuyaongelea katika video yangu ya pili, lakini pia nitakuja kuongelea kwamba je, yeah, hii pesa ya BRICS ikiingia katika mzunguko, ikianza kufanya kazi, itaweza kucompete na dola? Nitakuja kukueleza masuala kama hayo katika video yangu inayofuata. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe tu hapo chini, ili video nikirusha huyo wa kwanza huipata.